sasa hivi tumeshuhudia wameibuka kundi la watu au baadhi ya watu kwenye mitandao wanapinga uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 kufanyika, na wengine wameenda mbali wanahamasisha kwamba tarehe hiyo, baada ya kwenda kwenye uchaguzi, yafanyike maandamano nchi nzima. Nimewambia ni mazi yanayohamasishwa ni ya maandamano morea

baada ya kufanya maendeleo mengine, ikianza kutenga budget ya ukarabati uliyoharibika, hiyo ni moja lakini, uhai utakaopotea hauwezi kurudi. Sasa tuna sababu ya kufikia huko? Huyu anayetuhamasisha yuko kwenye mitandao, yuko urai, yuko huko, yuko yuko wapi? Kama anaona hicho ni kitu sahihi, kwa nini asije hapa akatangulia ambene naye? Maanaka anajua hicho ni kitu cha hatari. Na yazidi kwa chochote na nchi anamwambia jamani, nimeisha mwambia nimeongea na rasmi na wanajeshi ni wamesema, hata mkuu wa majeshi hamtaki, nyewe tokeni, andamana, hamna kuagusa. Wewe, kama umesha ipata uhakika huo, uh, si uje uongoze maandamano wewe. Na sisi wanao tunaambia kwenye mtambo, lazima tuchangae afya za kwetu. Je, hili ni sahihi kwa wakati huu? Je, isipofanyika hili hatuna njia mbadala ya kufikia hilo?